Alikuwa ni katibu wa siasa wenezi itikadi na mafunzo wa chama cha mapinduzi CCM mkoani Njombe nchini Tanzania, si mwingine ni Erasto Ngole alimaarufu Shikamoo Parachichi kwa sababu ni mkulima mkubwa wa zao la parachichi, lakini pia ni mfanyabiashara wa zao hilo katika mkoa wa Njombe. Kulingana na umashuhuri alionao katika masuala ya siasa katika mkoa wa Njombe, maswali yamekuwa ni mengi, yuko wapi shikamo parachichi? anafanya nini? Na upi mustakabali wake wa maswala ya kisiasa? Hili limetufanya Budget Communication kumtafuta na kufanya naye mazungumzo. Nijitambulishe kwa majina, naitwa Erasto Gaspar Ngole. Mimi ni mkulima lakini pia nafanya biashara na namiliki kampuni ya Shikamoo Parachichi ambayo inafanya kazi ya kuzalisha miche ya parachichi, kulima mashamba ya parachichi, kuuza maparachichi, lakini pia sisi tunanunua parachichi kwa wakulima na kuziuza kwenye makampuni mbalimbali mbali, na wakati mwingine tunasafirisha kwenda nje ya nchi. A, kwa sasa baada ya kustafu siasa ikita zaidi kwenye uh, masuala ya kilimo. Kama ambavyo unaona, hili ni shamba la miti. uh, jumla ya miti hii ya nguzo, miti ya nguzo tunamiliki kwa sasa hivi karibu ekari 35, ambazo zipo kwenye kijiji hiki cha Mlevela na nyingine ziko kijiji cha Itulike, lakini hapa tulipo ni halmashauri ya wilaya ya Nging'ombe ambako ndiko haya mashamba yalipo. Lakini pamoja na shughuli hizi za kilimo cha miti ya mbao na nguzo, pia tunajihusisha na kilimo cha mazao mchanganyiko kama vile mboga mboga na matunda kwa ajili ya uh, kujikimu kwenye swala la mlo, lakini pia tunalima mazao hayo kwa ajili ya biashara. Kwa nini umeamua kuingia pia katika kilimo cha masuala ya miti? Um, nilichokiona ni kwamba parachichi ni tunda ambalo linahitaji uangalizi wa karibu sana, ni tunda ambalo linatakiwa kulelewa siku kwa siku, linahitaji kumwagiliwa, linahitaji kupigwa dawa, linahitaji palizi za mara kwa mara na mambo mengine kama hayo sasa sisi ni binadamu. Nilichokiona ni kwamba nikifika miaka labda sitini tano sabini nitakuwa sina uwezo mimi mwenyewe wa kusimamia kikamilifu mashamba ya parachichi. Kwa hiyo ni mashamba ya parachichi nayaendeleza kama kawaida, lakini miti hii nimeipanda kama kiinua mgongo cha uzeeni, kwa sababu miti ya nguzo ambayo pia unaweza ukaiacha ukafanya mbao ukapasua mbao. Niliamua kufanya hii kazi kwa sababu miti hii ukipanda mara moja huwezi kurudia kupanda tena. Ukipanda namna hii, ikifika wakati wa kuvuna, unakata mbao au unakata nguzo, inachipua tena, inaendelea. Kwa hiyo hii ni miti ya kudumu. Kwa hiyo niliona hata nikiwa na miaka, Mungu akinipa uhai, nikifika miaka sabini, sabini na tano, themanini huko sitakuwa na kazi ya kushinda shambani, kwa sababu hii miti inakuwa inajiendesha yenyewe, we unakata tu, unasubiri miaka kadhaa na mea inakuwa tena, unakuja unakata una unachukua hela. Kwa ndio maana pia nimeamua kuingia kwenye kilimo hiki ambacho kitanisaidia hapo baadaye. Sasa hivi bado nina nguvu, ninaendelea kupambana kwenye mashamba ya parachichi lakini hii kazi ya miti mingine nimefanya kwa kuangalia maisha ya baadaye, baada nitakapokuwa nimezeeka na nguvu zimepungua. Ah, misitu kama nilivyosema, tunapanda miti aina nyingi. Tumepanda hii miti, sehemu kubwa ya miti ya nguzo, ambayo pia inaweza kuwa miti ya mbao. Hii ni miti ya nguzo au mbao, unachagua wewe kipi ufanye. Kwa sasa tuna ekari 35 za miti hii, lakini pia tunaweka kama kumi na saba za miti ya mbao ambazo sio miti ya nguzo. Kwa mfano hii tunaita misaipras, lakini pia tumepanda uh, Miti, mipaina kwa ajili ya mbao hiyo, nim ni, mi, ni, ni special kwa ajili ya mbao, lakini hii milingoti ni kwa ajili ya mbao na nguzo kama ambavyo nimekueleza. Kwa hiyo tuna jumla kama ya ekari hamsini na mbili pamoja na miti ya mbao, ukiachana na mashamba ya miti ya parachichi. Uh, maoni yangu kuhusu swala la viwanda, tumewaona wawekezaji kutoka nje, hususan ni Wachina wamewekeza viwanda maeneo mbalimbali. Ukienda kata ya Ikuna nimekuta kuna kiwanda kule, ukienda kata ya Uwemba nimekuta kuna kiwanda, ukienda kata ya Mtwango hapo nakuta kuna viwanda. Kinachofanyika, hawa Wachina wanakata miti kwanza kwa bei ndogo sana, kwa sababu kwa taarifa tulizonazo, uh, loli moja ambalo wananunua shilingi laki tano loli moja la tani kumi wanalonunua uh, shilingi laki tano wakienda kuiongezea thamani ile miti, kwa sababu wakifika kule wanabangua, wanachana, wanakwenda kufaa wana, wanakwenda kuongeza thamani. Sasa lile loli moja ambalo si uzia laki tano wao wakienda kuongeza thamani lori lile lile la shilingi laki tano wetu, wow, wao wakienda kuongeza thamani na wakapeleka sokoni huko kwao na mataifa mengine uh, bidhaa ile ile inaenda kuwapa zaidi ya milioni saba na hii ni tathmini ambayo imefanywa na wataalamu wanaohusika na mambo ya misitu na uwekezaji pamoja na mambo ya viwanda. Kwa hiyo, wanachofanya wawekezaji walio wengi sio ma, sio wawekezaji rafiki na wakulima. Ndio maana mkuu wetu wa mkoa amekuwa akipiga kelele sana juu ya wawekezaji ambao hawana impacti, hawaleti matokeo chanya kwa wakulima, wanakuwa kama wanarudi kwa njia ya mgongo wa nyuma. Ni wakoloni wale wale ambao walitukaba miaka wa nyuma, walitutesa. Sasa hivi wamerudi kiuchumi ni wakoloni wa kiuchumi, kwa sababu kama mwananchi unaweza ukapanda mti wako ukautunza kwa zaidi ya miti miaka saba mpaka kumi, alafu mti huo huo ambao yeye akinunua hapa akiongezea thamani anaenda kupata zaidi labda ya milioni moja, lakini kwako kwa anaununua mti kwa shilingi elfu thelathini. Hiyo ni unyanyasaji na hao ni wawekezaji uchwara, na ndio maana mkuu wetu wa mkoa anasisitiza tupate tu na tuwapokee wawekezaji ambao wataleta faida kwa wananchi, kwa sababu mwisho wa siku tunataka watanzania waishi maisha yenye neema kutokana na nguvu zao na kazi ambazo wanazifanya. Sasa kama tutaishi maisha magumu, mali tunayo, tunavuna, wanaondoka nayo, wanaenda kujenga wao, sisi tunabaki kwenye mapagari. Sio sawa. Maoni yangu, serikali ijaribu kuwa makini na wawekezaji wanaoingia hasa wanaokuja huku mikoani kwa sababu wanapofika kule wizarani wanaonyesha dokumenti, wanaonyesha maelezo mazuri ambayo uh, watu wa wizarani wanashawishika kwamba hawa watu tukiwapeleka huko wanaweza kwenda kufanya kazi vizuri kwa ajili ya kuinua maisha ya wananchi wetu, lakini mwekezaji huyo huyo akifika huku anabadilika, anakuwa mnyonyaji. Kwa hiyo mimi ombi langu ni serikali iwe makini na hao wawekezaji wa nje tunaowapokea. Unaweza kujibu swali hili, je, utagombea ama hautagombea katika uchaguzi mkuu ambao tunakwenda hivi karibuni mwezi Oktoba, wa rais wa bunge na madiwani? Um, mimi ndiyo ni mwanasiasa, bado ni mwanasiasa mwenye umri mdogo, kwa sababu bado kuna wanasiasa. Kama leo unamwona mzee Wasira ana miaka zaidi ya themanini, lakini ndo makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara mzee Wasira amestafu nafasi ya ubunge kama sikosei, miaka kumi na tano iliyopita alikuwa mbunge kule Tarime. Aa, lakini baadaye akastafu, lakini sasa hivi miaka kumi na tano baadaye umemwona amerudi, amekuwa kiongozi mkubwa kabisa ndani ya chama chetu. Ni kiongozi wa pili ukiachana na nafasi ya mwenyekiti, yeye ni makamu mwenyekiti kwa hiyo kwenye siasa asikudanganye mtu kwamba kuna kustaafu. Mwanasiasa ni kama mchezaji wa mpira, mchezaji wa mpira wa miguu, hakuna anayependa akae benchi, ni wachache wanao, yani kwa sababu labda ya uwezo na sababu mbalimbali mbali. Kila mchezaji anataka awe ndani ya uwanja ili muda wote aweze kuwa fiti. Kwao na mimi na malengo yangu kisiasa, inawezekana labda huu mwaka 2025 nikagombea au kama sio elfu mbili na ishirini na tano, elfu mbili na ishirini na saba, kwa sababu kwasababu umri wangu bado unaniruhusu, akili yangu bado inaniruhusu, bado ninaamini na uwezo mkubwa kabisa wa kuwatumikia wananchi na wana CCM wenzangu. Kwa hiyo pia nina malengo ya kurudi kuomba nafasi ndani ya Chama cha Mapinduzi ili niweze kuendelea kuwatumikia wananchi wenzangu, na nafasi ambazo zinapambaniwa kwa ishirini na tano, ni nafasi ya ubunge na udiwani kwa hiyo kama Mungu akinipa nafasi aa, akiniruhusu akinipa kibali, basi nitaomba nafasi mojawapo katika hizi mbili nilizozitaja, kama nikipewa kibali. Lakini kama nitakuwa sijapata kibali, nitasubiri elfu mbili na ishirini na saba. Kutakuwa na nafasi nyingi tu ndani ya chama za kuomba, na mimi nafasi yangu ni ngazi ya mkoa. Kwa hiyo kule mkoani kutakuwa na nafasi nyingi tu za kuomba ishirini na saba. kwa hiyo yote kwa yote, tusubiri, naweza nikaingia mwaka huu au nikaingia ishirini na saba.